Wewe unaenda kwa walii sharifu au waswali, yani ukiwafuatilia hao wanaodai usharifu wa waswali jamaa, wanaona imani zao tayari ziko juu. wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Nakwambia mimi nina yaqini, bani fahimtum ahwani na hao mawalii huo wanamdharau Mtume. Wanakuambia, sisi tunaongea moja kwa moja na Allah, hakuna mambo ya hajatisiguhi Mtume. Aa, sisi hatumfuati Mtume moja kwa moja. Sheria zetu zinatoka kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala. inna kathiran minan nas yadhunnuna fi anfusihim au fi ghairihim annahu min awliya'illah llah wengi katika watu wanadai wanadhani kwamba wao ni mawalii wa Allah au wanawadhania wengine kuwa ni mawalii wa Allah. wala yakununa min auliyallah, huhalisia si katika mawalii wa Allah tabarak wa taala. lau balaga ar rajulu fi zudi wa libada walilmi ma balaga la umtu atafika lengo kubwa katika zuhudi. Zuhudi sinajua, e, nafahamu wa zuhudi ni mtu. Kuna zuhudi ambayo haisifiwi zuhudi a ya, yani mtu kuipa nyongo dunia mpaka anachukua mipaka, eh, avaa nguo chafu, ala vyakula vieleweki, na Allah kamfungulia haukatazi kuwa na zuhudi, lakini sichupe mipaka. Kama zuhudi ya masufi fahimu, tume ikwani, mtu anatoka hapa anatembea jua likali, alafu anatembea bila viatu ili aumie, ndo anadhani kwamba anapata thawabu. Yaani mwingine anafanya zuhudi ni kujitesa tesa, umenielewa? Yaani nguo moja mwaka mzima, ndo zuhudi. Fahi mtumu ya ikhwan, usile vyakula vinavyoeleweka ni zuhudi. Hapana, hata mazuri. Allah amesema, kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya, hivyo vizuri ni kwa ajili ya wayomwamini Allah katika maisha ya dunia. Tena na hapa, naomba niongee ni, ni jambo mnielewe ikhwan, kuna watu wanadhani ili uwe mcha Mungu, Eh, wewe utakiwi kukula vizuri, kulala pazuri, kuvaa vizuri. Na ndio maana utakuta watu hawawajali maustazi, wakidhani maustazi wao wanasubiri pepo, kwa hiyo dunia waiache. Sote tunatafuta pepo, ndugu zangu, au niki, sote tunatafuta pepo, shehe anatafuta pepo na wao wanatafuta nini? pepo kwa hiyo eh, na zuri yake asili yake imeandaliwa mwenye kumcha Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo zuri si kama inavyotafsiriwa na Sufia, lakini pia hata kama atafika level ya juu, daraja ya kubu ya juu kabisa katika ilmu, hawezi kuwa wali wa Allah mpaka aamini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwenu wako mashaikhe wakubwa, lakini wa bida, hawezi kuwa mawalii wa Allah. Lakini shekhe fulani kasoma. Kuna shekhe mmoja katika mashaikhi wa bida katika miji ya huku Yani anapokuwa anatafsiri alikuwa anatafsiri hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hii e, hadithi tuliyotaja eh, kwamba e, anapokuwa ni wali wako, anapokuwa ni walii wako, basi au anakuwa ni jicho lako nalolitumia. Kwa hiyo ndio maana una uwezo wa kutazama vitu vya mbali, wakatafsiri hadithi ili kutetea uleka,